Akiwa wilayani Longido mkoani Arusha, kwenye mafunzo ya kuwajengea uwezo watendaji kata, wakuu wa idara na vitengo halmashauri na kamati ya usalama wa wilaya hiyo, juu ya elimu ya uraia na utawala bora, Hamisi Mjanja, ambaye ni mkufunzi kutoka Ofisi ya Rais TAMISEMI, anatoa rai kwa watendaji kata juu ya usimamizi wa miradi. Mtendaji ni mkurugenzi kwenye ngazi ya kata na anabeba jukumu la kuwa afisa masuhuli kwenye ngazi ya kata. Afisa masuhuli maana yake nini? Maana yake yeye ndio msimamizi namba moja anayetakiwa kuhakikisha kwamba fedha za serikali zinatumika vizuri kwa kuzingatia thamani halisi ya fedha na miradi iliyokusudiwa inatekelezwa kwa wakati, kwa ubora, na inaweza kutoa huduma bora kwa wananchi kama serikali ilivyokusudia. kwamba sasa hivi hata nyu watendaji, hamtaachwa amtaachwa. Mradi umeharibikwa kule, ameguswa tu mkurugenzi, huu mtu atamsema. Sasa atamwambia anaguswa. Mpaka sasa hivi huku, kinachokwenda huko, mpaka mtendaji ataguswa kimpulula kule mkurugenzi, itampulula huyo wa department, itampulula mpaka sasa. Kwa nini mpulule? Mkurugenzi aweke bajeti, kwa nini bajeti ni kiasi gani? Si unalipa tu magari, si hapo yanapewa kipaumbele, lakini si unatoa tu hafa dm kwa hao watu hao. Mkuu wa wilaya ya Longido Salum Kali akawataka watendaji kujenga utaratibu wa kutembelea miradi inayotekelezwa kwenye maeneo yao. Unakuta mpaka usikie kama alivyoeleza mkuu wa wilaya anakuja ndo wakati mwingine unaweza kukuta hapo unapita nawe kwenda ku, kuonekana kule mpaka mafundi wengine unakuta wanalalamika, wanadai hela kule, walishafanya kazi nyinyi hampo. Yani ametoa mada ambayo nyinyi ndo mnaishi nayo. Baadhi ya watendaji na wakuu wa idara wa halmashauri hiyo wakaeleza umuhimu wa uwazi kwenye taarifa za miradi. Inabidi tupate ile misingi na sheria kwamba miradi imefikia hatua gani na pesa imefikia Ime, imeletwa kiasi gani na imetumika kiasi gani ili kusilete taharuki katika miradi ambayo inaletwa. Hivyo itajenga wananchi kuweza kushirikiana na serikali kwa urahisi kwa sababu wanashirikishwa na kupewa taarifa ya vile ambavyo vinaendelea katika serikali yao. Vile vilevile, mafunzo ya leo yametukumbusha sana katika utawala wa kisheria na hasa si watendaji, wakati unasikiliza pale, kuna mambo fulani tulikuwa tuna, unakuta tunashtuka tuna, tuna kwamba na hili kumbe lilikuwepo hilo hilo lote ni kwamba watendaji tunaenda, unaenda tunajisahau, lakini mafunzo yanapokuja hivi tunakumbushwa na tunaelekezwa njia gani ya kufuata ili utendaji wetu uwe wa ufasaa zaidi. Wizara ya Katiba na Sheria inaendesha mafunzo ya uraia na utawala bora kwa wataalamu na viongozi kwenye mamlaka za serikali za mitaa, ambapo kwa sasa mafunzo hayo yanaendelea kwa halmashauri za mkoa wa Arusha.